Ni katika maegesho ya mabasi ya mwendo wa haraka ya kampuni ya Mofat hapa jijini Dar es Salaam. Mabasi haya ambayo tayari yameanza majaribio kwa njia inayotokea Mbagala kuelekea mjini, na vilevile vile kuna baadhi ya mabasi hayo yapo kuelekea kutoka Kimara kuelekea mjini na kutoka mjini kuelekea Kimara. Ziara ya viongozi hao kufika katika ofisi hizo za Mofat Mbagala ni kuangalia changamoto zilizopo waweze kuzifanyia kazi uji wa mabasi hayo imewaletea faraja wakazi wa, wa maeneo hayo na kuomba maboresho zaidi. Mabasi haya yamefanya kupanua uchumi, kwa sababu kama ulikuwa mtu unatoka asubuhi kwenda kari yaku kufata mzigo, maana yake utawahi kufika. Nafikiria kadi zimekuwa nyingi sana. Nimekuja hapa na nkadi, lakini naambiwa haitumiki katika usafiri wa kanda hii na kwa kuanza tulianza ilikuwa na basi 14 lakini sasa hivi tunapeleka mpaka basi 35 mpaka 37 kwa siku. Tuna kadi hapa za dati, tunaanza kwanza hizo ziwe sawa, na hizo nyingine zitakuwa integrated, na pengine kule mbele mpaka kadi yako ya, ya, ya benki inaweza ikaja kutumika. Kuhusiana na nauli nalo na likatolewa ufafanuzi na mkurugenzi mkuu wa LATRA Habibu Sluo. Kwa hiyo nauli ambayo sisi tunaona tunaweza kutukampa ambayo tulishaifanyia kazi mwaka 22 ni shilingi elfu moja. Na mnafahamu kwenye daladala nauli ya juu ni shilingi 1400 safari ambayo inakwenda kilomita 36 mpaka. Kwa hiyo sio nauli kubwa hiyo, lakini kwa sasa hivi, kwanza tutizame, tujiridhishe mifumo kama mlivyozungumza hapo, mifumo inafanya vizuri, watu wanasafiri vizuri kwa upande wa mradi ya awamu ya kwanza, mkurugenzi wa UDART ameendelea kuhakikishia usafiri wa uhakika zile paking ambayo zamani walikuwa wapaki watu binafsi wanapaki magari kule na kuingia kwenye mwendokasi. Idadi kamili ya mabasi sasahivi ambayo ni available karibu mia moja na nne ambayo yapo. Pia wametembelea maeneo mengine ya mradi ikiwemo Gerezani pamoja na Ubungo na kuwataka wananchi kulinda miundo mbinu ili mradi uweze kudumu kwa muda mrefu na kutoa huduma iliyo sahihi.